Ambapo siku moja baada ya Chama cha Mapinduzi kuzindua kampeni zake mgombea ubunge wa jimbo la Ludewa kupitia chama hicho Deo Filikunjombe amepita bila kupingwa baada ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi NEC wilayani humo kubaini kuwa fomu zilizojazwa na mgombea wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema zilikuwa na kasoro za kisheria. Akitoa taarifa hiyo wilayani Ludewa, msimamizi wa uchaguzi wa wilaya hiyo William Waziri amesema kuwa hatua hiyo inafuatia pingamizi lilowekwa na mgombea wa CCM dhidi ya Chadema baada ya kugundua kuwa ujaja, ujazaji wa fomu za mgombea huyo zilikuwa na kasoro na hazikukamilika. mwandishi wetu Irene Mwakalinga ametuandalia taarifa ifuatayo kutoka Ludewa, Njombe. Shamra shamra za wapenzi wa CCM mara baada ya kupokea taarifa ya kupita bila kupingwa kwa mgombea wao Filikunjombe. Msimamizi wa uchaguzi Ludewa anasema kuwa mbali na kasoro nyingine, lakini pia fomu namba kumi haikuwemo kwenye fomu za mgombea huyo wa CHADEMA na akashindwa kuiwasilisha kwa wakati. Nachukua nafasi hii kukujulisha kuwa baada ya kushughulikia pingamizi lako na kuonekana kuwa ni sahihi na kujulisha kuwa umepita bila kupingwa kwa kuwa mbunge wa jimbo la Ludewa kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi. Deo Filikunjombe almaarufu kama Jembe akawashukuru ana Ludewa kwa kuendelea kuwa na imani naye. ni ni bahati bahati mbaya mbaya bila kupingwa sana, nilipenda sana tuingie kwenye ligi tupambane, wenzangu hawajajitokeza, waliokuja ndio hivi wadhaifu, lakini mi naamini kwamba hata tuingie kwenye boksi la kura, kwa kwa kazi tuliofanya Ludewa, kwa ushirikiano tulioonyesha, bado tungewashinda. bado tungewashinda wangeisema namba kwa niseme machache, nawashukuruni no sana kwa leo, niseme asante kwa imani mlionyesha kwangu. Mungu awabariki sana, tuko pamoja. Mwenyekiti wa CCM wa wilaya hiyo Stanley Kulimba anasema kuwa wana matumaini kuwa kwa kushirikiana Deo atainua Ludewa, hoja iliyoungwa mkono na viongozi wa vyama vya CHADEMA, TLP na NCCR Mageuzi. Kwa hiyo hata kama tungeingia kwenye, kwenye chumba cha mapambano, vita yetu ingekuwa ni kubwa. Na hata hivyo wajiandae kuhusu rahisi wajiandae, kwamba ushindi hapa ni mia kwa mia. Mimi naamini mgombea wetu wa Chadema kushindwa ni haki. Huyu Deo ni jembeamini <coughs> <coughs> <coughs> vyama vyote huyo <coughs> <ulu>, nisafi. <coughs> ni jembe kwanza, siyo jembe nikatapila. Hata hao huyo ndugu yetu ambaye alijaza fomu kwa kutetemeka alikuwa anatetemeka, sababu alijua kabisa yeye hawezi kupata ubunge, atashindwa tu. Kwa mujibu wa msimamizi wa uchaguzi wagombea waliochukua fomu ni kutoka vyama vinne, lakini wale wa TLP na DP waliingia mitini na huyu hapa mmojawapo. Unajua, kutokana na jiografia ilivyokuwa, ilivyosimama hapa, nilichelewa. Nilijua picha nitapiga hapa, lakini nilivyofika nilienda kupiga picha nikaambia mitambo mibovu, kwa hiyo nikashindwa kuleta picha. Irene Mwakalinga, TBC.